watu wengi huwa wanapenda kubadilisha hizi beti na kushauri sana usibadilishe hizi beti hizi beti very comfortable car katika vitu ambavyo nimependa kuhusu interior design ya gari iko very minimalistic kuna magari mengine unakuta kuna vitu vingi hapa iko very very neat and clean very straightforward wana views ndinga is your take dj smart 255 sns hapa hapa, Fuse Ndinga, the basics. 2019 Toyota RAV4 Hybrid. Yani hapa una seti kwa wenzetu ambao wanapima kwa lita lita elfu moja zinaposheleza, lakini uzuri kama wanataka kwa ajili ya vitu vya ziada, una laza hiyo, una laza hiyo, una double space. Maelezo yasiwe mengi sehemu ya hapa. Ina reverse camera sensors ambazo nitakuja kukueleza kazi zake. 17 inch rims, since ni gari ambayo inapiga yote mjini na pamoja na off road. Ina 21 cm clearance, keyless entry, the usual. Wing cameras, sensors, vio vyake vina assist unapotaka ku overtake 4 cylinder 2.5 liter engine ambayo inakupa 217 horsepower ambayo ni petrol engine lakini kwa vile ni hybrid pia ina rotors za umeme. Alafu naomba nikupeni faida moja. Watu wengi huwa wanapenda kubadilisha hizi beti. Nakushauri sana usibadilishe hizi beti. Hizi betri zinadumu kishenzi. Yaani unachohitaji ni kwamba ukiona imeanza kupungua nguvu na mwaga maji unaweka maji mengine unachaji unadunda. Zile za dry cell ni nzuri, hazihitaji maintenance, lakini kila baada ya mwaka unatakiwa ubadilishe. Hii unaweza kukaa na hata miaka 4 5 6. Ndio maana gari nyingi za kutoka Japan zinakuja na battery hapa. Very comfortable car. Katika vitu ambavyo nimependa kuhusu interior design ya hii gari, iko very minimalistic. Kuna magari mengine unakuta kuna vitu vingi, hapa iko very very neat and clean, very straightforward. AC control hizo hapa, ambazo zina support dual zone. Wa kulia unaweza unaweza ka ka control, kushoto unaweza ka control and the rest ziko hapa Knob nice ya kishikaji, ambayo hii inatumia ECVT, electronic continuous variable transmission. Na hata oil yake hakikisha ya unaiwekea oil ambayo ni maalum kwa ajili ya hiyo, sio kachanganya. Ziko hapa control za sauti, kupokelea simu, kuongeza. Let's say hapa nikita kuongeza sauti, napunguza, na hapa nikita control kubadilisha channel modes, nabonyeza hapa, na hapa nabadilisha modes ninayotaka. So everything is here. Dashboard yake it's very straightforward inaenda mpaka 8000 rpm kwa speedi 180. Kwa yote ambaye anahitaji kwa just height, kuna nobi ya kukishusha unaweza ukaivuta ukaishusha. Control za madirisha zote ziko hapa, kwa hiyo nikibonyeza hapa nafunga side mirror, nikileta hapa nafungua, lakini kuna option ya automatic, kwa maana kwamba naposhuka kwenye gari nikifunga tu gari yenyewe automatic inajifunga, lakini kama stack hivyo, naweza nikaiacha kwenye auto. Control za traction ni hii hapa, sehemu ya kuchajia simu ni hapa. Inapokuja swala la handbrakes, ina hold ambayo inatumika zaidi kwenye sehemu za mjini ambazo unahitaji kusimama na kutembea, simama na tembea, kama za kwenye foleni. alafu ina automatic handbrakes. Ina eco mode, ina normal mode na ina sports mode for high performance. Kwa sisi wapenzi wa safari, kuna sehemu mbili za kuwekea vikombe hapa, lakini kuna sehemu ya ziada pia huku compartment hii hapa, very spacious na kuna sehemu za kuchajia USB type B pamoja na USB type C hapa. Sehemu ya kuwekea miwani ina sehemu ya emergency, una control all lighting kutokea hapa. Compartments ina sehemu ambazo za kuwekea simu na vitu vidogo vidogo hapa, lakini una the usual, kwa wale akina dada ambao wanahitaji kuwekeeka makeup na vitu kama hivyo. Side mirror yake ina taa, same thing huku, fanya hivi hivipap taa inawaka ukitaka kujiwekea mazaga zaga nini yale. Ina redio kubwa ya touch screen, ambayo unaweza kuicontrol kwa touch, lakini unaweza kuicontrol hapa kutokea kwenye steering ukivikalia hivi vitu ndo utaelewa. Yani sasa, kwa sisi wazee wa safari wazee wa adventure, mnakaa watu wawili nyuma, kwa hiyo una armrest, lakini kwa ajili ya ile department ya maakuli, watu wa safari wanajua, watu wa nyuma ndo waga wanasambaza mazagazaga ya kula, vinywaji. So you enjoy legroom, sehemu yake ya miguu nafasi yake inatosha na AC uzuri ni kwamba hata watu wa nyuma pia mna kontrol AC yenu. Wa kushoto anaweza ka kontro, wa kulia mnaweza ka kontro, na unaelekeza unavyotaka. Very very very comfortable, very convenient and very luxurious. Lafu mwenyewe sinaona ngoma mbichi bado ina makaratasi yake. Toyota RAV4 2019 hii ni hybrid ina combine 2.4 liter four cylinder engine ya petroli pamoja na mota za umeme kwa sababu ya kuimprove matumizi ya mafuta. Oil inayotumia 0W16 synthetic oil. Horsepower ni 219. Transmission ni automatic ECVT ni kimaanisha electronically controlled continuous variable transmission. Ground clearance ni sentimita 21. Technology Toyota safety sense 2.1, ambayo ni standard: adaptive cruise control, lane departure warning, automatic emergency braking, road sign recognition. Upande wa infotainment ina touch screen, lakini redio ina support apple play au android auto compatibility. kwa lita 5.9, inakupeleka kilomita 100. hiyo ni combined. Bei milioni 99, hiyo ina include usajili, ila kama unataka kufanya top up, ruksa. It's your teki DJ Smart 255, niko kwa mtashi. Hii ni Fuse Ndinga the basics. Kwa maelezo zaidi, njoo kwa mtashi.